Ujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mie hapa ni VM ukipenda Vikta Maduu Mandala, na hii leo basi nikafika katika maeneo kadha wa kadha, ndusini kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika, ambapo kuna visanga duniani umwe e, kuna buda mmoja bwege anyimwa chakula siku tatu na mke na watoto wake. Najiuliza, huyu ni baba watoto huyu, ambapo eikamali itakuaji afike mahali anyima chakula siku tatu na wamekula pamoja, mke na watoto wake. Kwani what happened? Ni katika pita pita, niruhusu kabla nikujuze zaidi nikukumbushe, kwamba eh, popote pale ulipo, iwapo ndio baraka ya kwanza ama umekuepo na hujawahi subscribe, chini ya video hii kuna neno subscribe. Kwa hivyo usiondoke hapa kabla usubscribe, click ya neno subscribe ukiambia sign in Saini na jimila akaunti yako copy the link and share, na no naeke komenti yako pale chini, itakuwa vema zaidi, na click notification bell, kuna alama kengele hapo chini. Kwa hivyo akisha umesubscribe pale. Naam. Ilikuwaje? Nilianzia eneo la Ganze, Kilifi. Ganze Kilifi, kuna kalameni mmoja kutoka hapa alijikuta katika hali ya kusikitisha baada ya mke na watoto wake kukataa kumpa, kumpa chakula kwa siku tatu mfululizo wakidai hana mchango wowote nyumbani. Kwa mjibu wa mdokezi polo, huyo aliripotiwa kuishi kwa maji na mabaki ya chai huku familia yake ikiendelea kufurahia mlo wa nyama na wali kila usiku. Inasemekana kuwa mkewe aliwataka watoto wake wasimuite baba tena hadi atakaporejea na chakula au pesa za matumizi ya nyumbani. Wanafika mali wanamnyima, kisa na maana eti haji nyumbani na pesa. Yani, yani wanasema mwanaume aina gani huyu, unakuja nyumbani bwege tu, hauna chochote, ujabeba chakula, ujabeba shopping, unataka ukule vya nani? Swali, na of course najiuliza, mwanaume ukienda nyumbani hauna chakula, watajia kula chakula ambacho nani ametafuta? Mwanaume mwingine, ama, wewe ama mkeo na lakini pia huenda labda alikuwa anatafuta pale mbeleni na sasa hivi, kwa sababu hana does it make him less of a man? Does it make him not less of a father? Nafikiria ni makosa makubwa. Baba ni baba, awe nazo asiwe nazo, ni baba. Mama ni mama, awe nazo asiwe nazo, hamna haja ya kumdharau. Na kile ambacho nasikia vibaya ni kwamba kufika mahala ambapo mkewe alikuwa na set watoto wake against baba yao, eti wanamnyima chakula siku tatu, kisa na maana hajaingia na shopping kwa nyumba. Tabia gani hiyo? Hiyo ni tabia chwara. Pia anyway, Mambo ya wawili usiingilie, unaachia hapo. Naam, unapotafakari juu ya hayo, mpendo wa mtazamaji, nikavuka moja kwa moja mpaka eneo la Likoni Mombasa nikiwa tu bado kule pwani baada ya kutoka Kilifi nikavuka mpaka Likoni Mombasa, ambapo jamaa amkaripia ex wake akisema ukarimu wake wa zamani ulikwisha. Naam, kwa nini? Hey, unalemewa mambo alafu anaanza kulaumu wenzako. Naam, katika kisa cha kilichowashangaza wengi eh, mwanaume mmoja alifoka hadharani na kumtupia maneno makali aliyekuwa mpenzi wake, akidai kwamba aliacha kuwa mkarimu kwa sababu ya maumivu aliyoyapitia kwenye uhusiano wao wa awali. Yaani mtu anasema hivi kwamba mimi nilikuwa mtu ambaye nina ukarimu, mi nilikuwa mtu mzuri, nilikuwa mtu ambaye nina utu, lakini kwa sababu ya tabia ya huyu akanifanya nipitie machungu, siku hizi sina huo utu. Kama umegundua kwamba huna utu, sio badilike, anza kuwa na utu. Kwa hivyo anaanza kulaumu ex wake. Watu wakianza kulaumiana hivyo, wanasema please move on, jipange, move on. Ukianza kufikiria mambo ya yule aliyepita, sasa unataka fanye? Anafanyaje? akuje anze kukub... hey, wacha za ovyo wewe. Naam, kitafakari juu ya hayo nikavuka mpaka Mayoni kule Busia. Mayoni Busia kuna mke anika michepuko mumewe na kimada wake mbele ya wazee. Kalameni mmoja kutoka eneo hili alikosa pa kujificha aliposhindwa kujitetea dhidi ya madai yaliyoibuliwa na mkewe kuhusu kimada aliyekuwa naye. Nadaiwa kwamba mkewe aliamua kuweka wazi uhusiano wa bwanake na kimada mbele ya wazee kwa kutoa picha na jumbe za mawasiliano. Yani, anafika pale, unajua anasema deny, deny. akajaribu kudeny alafu mama akatoa evidence pa picha pa sms pa jamaa akaishiwa. Unajua vile wanaume wanafika mani, anakauka mdomo akakauka, hana la kujitetea. Sasa please, just be faithful, wachana mambo ya uchwara uchwara, haitakusaidia maana, siku za nyani kushikwa ama siku ya nyani kushikwa miti yote huteleza. Naam, kitafakari jua hayo. Nikavuka mpaka eneo la Mlolongo kule Machakos, Mlolongo Machakos. Kuna jombi mmoja mwenye pupa ya deti apata aibu ya aibu kubwa, sema aibu ya mwaka na, jombi huyo hapa aliambulia patupu, mipango yake ya deti ilipo faili demo. Demo alipoteta kwamba hangependa amtembelee kwake. Kwanza wewe una haraka, tumekutana na mtu ndio unataka kumtembelea kwake, una nia gani? Tuliza boli. Na akafika mahali akamwambia sasa, fanya hivi hata sina, sina haja tena, imefika mwisho staki Mm-hmm, akaribu akaambulia patupu. Alikuwa anaambia nini? Naam, nimalizia eneo la Kipsonoi kule Sotik. Kipsonoi Sotik kuna chizi mmoja atemadimu wake aliyefutwa na bosi katili na Polo wa hapa alimtema mchumba wake alipofutwa kazi wiki mbili baada ya kuajiriwa kwa eh kuwa mpishi katika boma la sonko mmoja eneo hili. Kulingana na Polo ni kwamba alifurahi sana mrembo alipopata kazi hiyo na akaamini wakioana mkewe atampiga jeki katika kuendeleza ama kuendeleza boma lao. Lakini basi alipofutwa kazi akasema sasa what for? Kwani we unaoa mtu kwa sababu ana kazi? So akipoteza kazi na wewe pia ukipoteza kazi? Imagine sasa nawe uoe alafu upoteze kazi, what happens? Uachwe pia. Tch. Wanadamu siku hizi ni so materialistic. I think Mungu awasaidie sana haswa vijana wetu na vijana, na wanadamu kwa ujumla. Ni katika Pita pita za kwangu mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala. Nasema kuishi kwingi kuna mengi na kutembea kwingi kuna mengi zaidi. Hakikisha umesubscribe na weke comment yako hapa chini na Mungu akutende wema. Na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Subscribe. Bye bye.